Picha inaanza inaonesha familia moja ikihamia katika nyumba yao mpya ambayo wameinunua kwa mnada. Wanashuka kwenye gari na kuelekea ndani, watoto wanakimbia na mmoja anasikika akisema anataka kuchagua chumba yeye mwenyewe. Kisha wote wanaingia ndani kwa ajili ya kuchagua vyumba, lakini mbwa alikataa kabisa kuingia katika nyumba hiyo. Baada ya kuchagua vyumba, walianza kulikuwa na hiki kidude ambacho wenyewe walikichukulia kama ni urembo. Mtoto anamuuliza mama yake. Je, naweza kwenda kukiweka kwenye upepo mama? Anasema ndiyo, pale nje unaweza ukakitundika kidude hicho. Pia ukitoka nje, naomba umwite April. Maana giza linaingilia, lakini naona piano pamoja na makorokoro mengine mengi sana. Baada ya kujiridhisha, baba mjengo anatoka na kuwaambia watoto wasiingie katika eneo hilo, maana lina buibui wengi sana. Kisha anamwambia mke wake, kuna picha nyingine nyingi tu, tutaziangalia kesho. Kisha wote wanaingia kulala. Roger anaingia ndani, anamkuta mke wake Caroline akiwa anachungulia dirishani. Anasema huyu mbwa hataki kuingia ndani. Roger anasema na shangasi juu ya na shida gani? Mbwa alikuwa akibweka huku akiangalia juu ya mti ambao inasemekana aliyekuwa akiishi katika nyumba hii alijinyonga. Wawili hao wanaamua kuachana na mambo ya mbwa. Caroline anamshukuru mume wake kwa kazi alizofanya. Roger anamwambia ni mambo madogo tu hayo. Anambeba mke wake na kwenda kumalizia kazi iliyobaki kitandani. Asubuhi kuna kucha, Caroline anakuta Roger hayupo kitandani. Anaamka anajikuta ana alama mguuni, fungua kinywa. Akiwa anafanya maandalizi ya kupika chai, mtoto wao wa mwisho anakuja na kuuliza mama, Sadie yupo wapi? Sadie ni jina la mbwa wao. Mama anasema yupo nje, nenda ukamfuate, huenda atakuwa na njaa. Mtoto anakimbia kuelekea nje. Roger anaingia na mke wake anamwambia kuhusu saa ya jikoni iliyosimama saa tisa na dakika saba na ya sebuleni pia imesimama muda huo huo. Roger anasema kweli, hii ni ajabu. Wakiwa wanaendelea kuongea, Caroline mguu kamwasha, anainaka kujikuna huku akimuuliza mume wake, umenifanyaje usiku? Roger anasema hapana. Mtoto alipofika nje alipiga kelele kubwa kuashiria kuna jambo halikuwa sawa. Roger na mke wake wanatoka nje kwenda kuangalia kuna nini. Walipofika nje, wanakuta Sadie amekufa. Ilikikuwa ni jambo la kushangaza, maana hakukuwa na alama yoyote katika mwili wa mbwa yule. Upande mwingine, katika nyumba ya mtafiti mmoja, kulikuwa na mgeni ambaye amemtembelea nyumbani kwake kwa ajili ya kuangalia vitu vya kihistoria vilivyohifadhiwa katika nyumba hii. Mtafiti anamwambia, kama unataka kuangalia, angalia, lakini usiguse chochote. Jamaa anauliza, vyote hivi mmechukua kutoka kwenye tafiti zenu? Anasema ndio, na kila unachokiona hapa sio toi, ni vitu harisi vingine vinawindwa na vingine vimelaaniwa. Jamaa huyo siyo mdoli. Jamaa anauliza hivi, hamwogopi kukaa na vitu vya ajabu humu ndani? Anasema kuna kuhani, yaani priest, anakuja kwa mwezi mara moja kwa ajili ya kubariki chumba, na vitu hivi vipo salama sana vikiwepo hapa kuliko vikikaa sehemu nyingine. Anauliza je, Anabele yupo hapa? Mtafiti anamwambia njoo, tumaini yatakuwa ni mabadiliko ya kupendeza naomba uache kuendelea kujilaumu. Usiku ulipofika nyumbani kwa Roja, wote wakiwa wamelala, mauzauza yakaanza. Moja ya mabinti wa Roja anavutwa mguu na mtu asiyeonekana. Binti anamlalamikia dada yake Nancy, akijua kuwa yeye ndiye anamchezea, lakini Nancy anasema hapana, sio mimi. Nyumba ilikuwa kama ina pepo mwenye hamu ya kupumua, yani kujamba pepo halikuweza hata kujibana, likapumua kichwani kwa binti huyu. Binti anamlalamikia dada yake Nancy na kumsihi asijiachie hivyo, maana inanuka sana. Baba yao alikuwa amelala sebuleni, mara ghafla televisheni inawaka yenyewe. Baadaye kinasikika kishindo ambacho kinamwamsha Roja. Anasikiliza kwa makini, kisha anainuka na kwenda kuzima TV. Kishindo kiliongezeka kila baada ya sekunde, na Roja anatoka na kuanza kufuatilia kishindo kinatoka wapi anafika jikoni, anakuta dirisha lipo juu. Roger, akiwa anapanda ngazi, ghafla mbele yake anamuona Andrea. Anamuuliza, kulikoni, upo hapa usiku huu? Hicho kishindo ni cha nini? Andrea anasema huyo ni Cindy, yupo katika chumba changu, shida ya sleepwalking imejirudia tena. Sleepwalking ni ndoto za live, yani unakuwa unafanya kile unachokiota. Roger alipofika chumbani Alimkuta Sind alikuwa ni rafiki yangu sana, anauliza wewe ni rafiki yangu, si ndio? Mama yake anakuja na kumuuliza April, unaongea na nani? April anasema ni rafiki yangu Rory, unataka kumuona? Chukua hiki kio na uzungushe hii funguo, utamuona mtu kasimama nyuma yako, na kufikiria kuwa alikuwa ni April, mama anasema lakini nahisi Rory hajaniona. April anapotezea mazungumzo hayo na kumuomba mama yake wacheze mchezo wa kujificha. Mama yake anakubali, anafungwa kitambaa ndani. Alipofika aliingiza mikono moja kwa moja, alishika mtu ndani ya kabati, lakini cha kushangaza alikuwa anasikia April akitembea nyuma yake, lakini mama bado amepigwa na butwa. Alijaribu kuchambua chambua nguo ili kuona aliyemshika ni nani, lakini hakuona chochote. Usiku ulipofika, wakiwa wamelala, binti mmoja alivutwa mguu, mwanzo alifikiri ni Nancy. Akavutwa tena kwa nguvu ndipo aliposhituka na kumwangalia Nancy, anakuta amelala kitandani kwake. Kwa hofu kubwa, anasogea na kuchungulia uvunguni lakini hakuona chochote. Alipoinuka aliona mlango, lakini Nancy anasema anasikia harufu mbaya. Christina anasema Mungu wangu, yupo nyuma yako. Oh, my God. It's standing right behind you. Nancy anageuka taratibu, mara ghafla mlango unajifunga, Christina anapiga kelele ya buku